Jina langu naitwa Leons Filimoni Welengeile ni kaimu afisa madini mkazi mkoa wa kimadini Kahama. Mkoa wa kimadini Kahama ni mkoa ambao unasimamia eneo lote la kiutawala la wilaya ya Kahama ambalo linajumuisha halmashauri tatu ambazo ni Ushetu, Msalala pamoja na manispaa ya Kahama. Katika mkoa wa kimadini Kahama, ofisi ya afisa madini mkazi imeendelea kutekeleza majukumu ishirini na mbili ya tume ya madini ambayo yapo kwa mujibu wa sheria ya madini. Lakini majukumu, baadhi ya majukumu hayo ni pamoja na shughuli za utafutaji wa madini, uchimbaji wa madini, uchakataji wa madini na uchenjuaji wa madini pamoja na biashara ya madini. Hayo yote yamekuwa yakisimamiwa au tumekuwa tukiyasimamia kwa kuzingatia sheria ya madini sura namba 123 pamoja na sheria ya baruti na kanuni za sheria hizo. Katika mkoa wa kimadini Kahama, shughuli mbali mbalimbali zimeendelea kutekelezwa, ambapo kuna shughuli za utafutaji wa madini, ambapo kwa mkoa wa kimadini Kahama kuna jumla ya leseni za utafutaji wa madini 77 ambazo zinahusisha utafutaji wa madini ya dhahabu kwa asilimia kubwa lakini mbali na hivyo, katika ofisi ya afisa madini mkazi Kahama tunasimamia pia shughuli za uchimbaji mkubwa wa madini, ambapo kwa sasa kuna leseni mbili za uchimbaji mkubwa wa madini, ambayo kuna moja ni ya Buzwagi Gold Mine na nyingine ni ya Buriamuru Gold Mine, ambapo kwa sasa shughuli zinafanyika katika mgodi wa Buriamuru na kwa mgodi wa Buzwagi upo katika hatua za ufungaji wa mgodi. Mbali na hatua za ufungaji wa mgodi katika eneo hilo kwa sasa takriban square kilomita 13 zimetengwa na kupewa leseni ya kuwa kama eneo maalum la uwekezaji, yani special economic zone, ambapo kuna shughuli mbali mbalimbali zinaendelea pale za uwekezaji ikiwemo uwekezaji katika katika utengenezaji wa, wa vipuli mbali mbalimbali vya kutumika migodini. Lakini mbali na hivyo kuna maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya uwekezaji wa taasisi za elimu ambazo zimelenga kukuza uelewa na elimu kwa wananchi ambao wanazunguka maeneo ya wilaya ya Kahama kuweza kuwa na uelewa na ufahamu mzuri katika shughuli za migodi. Mbali na hivyo, katika ofisi ya afisa madini mkazi Kahama tunasimamia leseni saba za uchimbaji wa kati, ambapo kati ya leseni hizo mbili zipo katika hatua ya ufungaji wa migodi, lakini pia kuna leseni nyingine nne zipo katika hatua za uendelezaji na moja ipo katika hatua ya uchimbaji. Na mbali na leseni za uchimbaji wakati, katika ofisi ya afisa madini mkazi Kahama tumekwisha kutoa jumla ya leseni 1270 za uchimbaji mdogo wa madini, ambapo hata hivyo kwa leseni hizo takriban leseni 40, leseni ya asilimia 40 ndizo ambazo zimeendelezwa na nyingine asilimia 60 ipo katika hatua mbalimbali za utafiti, lakini pia wamiliki wake wamekwama kuendeleza kutokana na kutokuwa na mitaji, lakini pia utaalamu, ambapo katika kuli kuliondoa tatizo hilo au katika serikali kuweza kuwawezesha, imeweza kuweka mwanya au wigo wa kisheria ambao unaweza kuwaruhusu wamiliki wa leseni kuingia mikataba ya uendelezaji au mikataba ya msaada wa kiufundi ambapo kwa kutokana na hiyo wanaweza kupata wataalamu, wanaweza kupata makampuni ambayo yana uwezo wa kifedha ambayo yanaweza yakawekeza katika maeneo hayo. Kwa mkoa wa Kimadini kama, hadi sasa kuna miradi ya uendelezaji kwa njia ya technical support mitatu ambayo iko active na inafanya kazi moja ni Shangaza, lakini kuna mwingine unaitwa LHT na mwingine unaitwa Super Mabomba. Awali katika maeneo hayo, shughuli za uzalishaji zilikuwa ni ni chache au tunasema ni kwa udogo, ambapo kwa wastani kilo mbili au kilo moja zilikuwa zikizalishwa, lakini kutokana na uwekezaji ambao umefanywa kwa njia ya msaada wa kiufundi tumeshuhudia kwamba katika maeneo hayo kwa wastani wazalishaji au migodi hiyo imeanza kuzalisha takribani kilo tano kwa mwezi na kuendelea. Lakini mbali na shughuli za uchimbaji mdogo ambazo zinaendelea katika eneo letu la Kahama, pia kuna shughuli za uchakataji wa madini, ambapo kuna uwekezaji katika uchakataji wa madini kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Kuna mitambo ya CIP ambayo ni michache. Kuna mitambo ya vat leaching, kuna mitambo ya erosion plants, ambapo kwa kupitia huko sasa, baada ya wachimbaji kuzalisha wamekuwa wakifikisha mbale zao au mawe ambayo yanadhaniwa kuwa na madini ya dhahabu katika maeneo yale na kuyachakata, na hatimaye kupata madini ya dhahabu katika eneo hilo. Tuna tu, kwa eneo letu bado kuna upungufu wa mitambo ile mikubwa kwa sababu ikizingatiwa kwamba serikali kwa sasa na dunia nzima kwa ujumla imekuwa katika harakati mbalimbali na taratibu mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanafeza uti matumizi ya Mercury. Sasa kwa kutokana na uwepo wa CIP hii inaweza ikachangia kwamba matumizi ya Mercury yakapungua katika maeneo ya uchimbaji, na hiyo imekuwa ni kiu kubwa kwa wachimbaji wengi wa mkoa wa Kimadini Kahama ambapo wametamani kuendelea kutumia mitambo ya CIP. Kwa hiyo kwa mkoa wetu wa Kahama, kutokana na uchache wa CIP, basi kuna fursa hiyo ya uwekezaji katika mitambo hiyo, ambapo tunahitaji maeneo ya uchakataji kwa kiwango hicho au kwa ukubwa huo, ili kwamba kuweza kuchochea shughuli za uchimbaji kufanyika kwa ukubwa zaidi. Lakini mbali na shughuli za uchakataji wa madini, kuna biashara ya madini ambayo imeendelea kusimamiwa na kwa mkoa wa Kimadini Kahama kuna soko kubwa moja la madini ambalo ni ka, soko kuu la madini Kahama, lakini pia kuna vituo vya ununuzi vitano ambavyo viko katika eneo la Mwime, Segese, Mwabomba e, Mwazimba, lakini pia na Kakola, lakini hivyo vimekuwa pia havitoshelezi, kwa hiyo kama ofisi tumejipanga kwenda katika maeneo ambayo yana shughuli nyingi za uchimbaji kuweza kuanzisha vituo vingi zaidi vya ununuzi wa madini, lengo ikiwa ni kusogeza huduma, na hatua hiyo itakuwa ni mchango mkubwa katika udhibiti wa swala zima la utoroshaji wa madini. Kwa maana hiyo mimi katika, kama afisa madini mkoa wa Kimadini Kahama, ningependa kuwakaribisha wawekezaji wote. Ningependa kuwahakikishia kwamba ukifika Kahama hautajutia bali ni eneo ambalo utakuja ufanye uwekezaji na utapata manufaa, kwa upande mwingine serikali itapata manufaa, lakini pia halmashauri na vijiji zilipo au ilipo miradi basi, tunaamini kwamba itanufaika kutokana na uwekezaji huo.